Mwanzoni mwanzoni kabisa wa movie yetu, tunaona kuna mwamba huyu hapa ambaye inaonesha amepigwa na akapigika na yupo kwenye hali mbaya sana, na huenda anaamini dunia sio sehemu tena salama kwake kuendelea kuwepo. Akiwa bado hailioelewi, kuna kikosi kingine cha wapigaji waki wanakuja wakiwa na marungu na silaha za kutosha. Anajiandaa kupokea kichapo, lakini cha ajabu, watu hawa wanampita kama haumuoni, wakielekea ule uelekeo ambao yeye alitoka. Anajaribu kugeuka ili ashuhudie hawa watu wanapeleka wapi tena hiki kichapo, lakini alichokiona kilimshtua sana na kumstaajabisha. Unadhani aliona nini huyu mwamba, kitu ambacho kilimshtua namna hii? Au alikumbwa na nini huyu mwamba, jambo ambalo likapelekea akawa kwenye hali hii mbaya? Kupata majibu ya maswali haya yote, endelea kufuatana nami. Jina langu ni Dio Mwendo na hii ni Dio Mwendo Movie Club. Tafadhali usisahau kusubscribe na kushare, ili kwanza kupata habari pindi tu tunapandisha mizigo mpya. Muvi yetu inaanzia hapa ambapo tunaona kuna hawa vijana wawili wakiwa wamekaa. Mmoja anaitwa Tizi na mwingine anaitwa Big Elo. Wakiwa kwenye mazungumzo yao, Tizi anasema kwamba aliporudi kutoka Ulaya alibeba viatu ambavyo kuna jamaa mmoja anaitwa Wisdom alitaka kuvinunua. Ajabu ni kwamba tokea ampatie viatu vyake, anasema mpaka sasa hajalipo pesa yake. Na anamwambia rafiki yake kuwa anataka aende nyumbani kwake Wisdom kwa ajili ya kufuata pesa yake. Na baada ya hapo tunaona vijana hao wananyanyuka, Tizi akielekea kwa Wisdom na Big l akienda stationery ili kuprint kazi zake za shule. Anachukua boda na inampeleka hadi kwenye kijiji kimoja kinaitwa Alu. Huko ndiko anakuishi Wisdom. Pikipiki inamshusha nje kidogo ya saluni moja hivi, na ndani ya saluni hiyo tunaona kuna vijana ambao baada ya kumwona Tizi wanaanza kuzungumza na wanasema kuwa vijana wa siku hizi wanatumia tu pesa za wazazi wao bure kusomea, lakini wanapomaliza hakuna maendeleo yoyote ambao wanayafanya hapo mtaani. Baada ya Tizi kufika kwa Wisdom anakuta geti limefungwa na Wisdom hayupo. Anaamua tena kuchukua boda na kurudi nyumbani. Anapofika anamkuta rafiki yake Big L na anamuelezea jinsi ambavyo amefika kwa Wisdom na simkuta. Lakini Big L anamtia moyo na kumwambia kuwa asijali Wisdom lazima amlipe hela yake na kama ataenda tena kwa Wisdom amwambie ili aweze kumsindikiza asiende tena peke yake. Sasa, hawa jamaa Tizi pamoja na Big L wana washikaji zao wawili ambao kwa pamoja wanaunda kundi lao la watu wanne na wanaimba mziki na wana ndoto za kufika mbali sana kimziki. Na leo walikuwa na ratiba ya kufanya performance ya nyimbo zao sehemu moja hivi, na waliua balaa kwenye performance hiyo, jambo ambalo likawafanya waende wakajipongeze kidogo. Na wakiwa huko kwenye kujipongeza, anakuja jamaa yao ambaye ni meneja wao, na anawaambia kuwa kuna tukio kubwa la tarehe kumi na moja Oktoba pale chuoni, kwa hiyo amewaombea nafasi ya kuimba na wamepata nafasi, kwa hiyo wajiandae vizuri. Na jamaa wanafurahi sana, maana wanaona kama suni wanaenda kutoboa kwenye mziki wao. Changamoto kubwa kwa Tizi ni kuwa ana mchumba wake ambaye anaitwa Recho. Sasa Recho hapendi kabisa kuona Tizi akiwa naimba maana yake ni kuwa Tizi azingati kabisa masomo yake kwa sababu ya mziki. Na usiku mmoja alimchukua Tizi na kumpeleka sehemu moja, akaongea naye nice sana juu ya swala hilo, lakini anasema kuwa atahakikisha kuwa anajaribu kubalance masomo yake pamoja na mziki, lakini haoni kama kuna uwezekano yeye kuacha mziki. Siku moja Tizi pamoja na kundi lake wakiwa wana perform kwa mbali wanamwona Wisdom na baada ya kushuka jukwani wakamfuata Wisdom ili kujua atamlipa lini Tizi pesa yake, na ni mara ya kwanza tunamwona Wisdom kwenye movie tokia movie yetu ianze. Lakini wakiwa kwenye mazungumzo Wisdom alikuwa akionyesha kabisa hana mpango wa kumlipa Tizi pesa yake. Baada ya ukaziwa sana ndipo akawaahidi kuwa uende Ijumaa ya wiki hiyo na angewalipa pesa hiyo. Sasa Ijumaa ilipofika, Tizi pamoja na Big L wakaamua kwenda kwa Wisdom ili kufuata pesa yao kama alivyowaahidi. Nabigel aliamua kumsindikiza rafiki yake Tizi kama alivyomwahidi kuwa wakati mwingine atakapoenda tena atampa kampani ili apate pesa yake. Sasa wakiwa njiani, mama mmoja ntilie akawaita na kuwauliza inaonekana ninyi ni wanafunzi, mnaenda wapi? Nao wanajieleza kuwa kuna jamaa yao mmoja anaitwa Wisdom ana pesa yao, hivyo wanaenda kudai pesa yao. Lakini huyo mama akawaambia kuwa alimwona kuna kijana mmoja mwingine muda mfupi uliopita akielekea kwa Wisdom na anahisi kuwa hakuwa kijana mzuri. Kwa hiyo anawasihi sana kuwa wajaribu kwenda upesi kufanya kilichowapeleka na kurudi haraka maana kuna vijana wabaya sana hapa mtaani. Polisi pamoja na sungusungu wapo makini sana kuwalinda ili wakamata vijana hao. Baada ya Tizi pamoja na Big L kufika kwa Wisdom wanakuta tena mlango ukiwa umefungwa, na wakati wakiwa wanarudi wanakutana na sungusungu mmoja, na baada ya kuwahoji kuwa wanatoka wapi wale vijana wanasema kuwa wanatoka kumfuata jamaa yao wanayemdai lakini hawajamkuta. Sungusungu anawauliza kama wamejaribu kumpigia, nao vijana hao wanajieleza kuwa wamejaribu kumpigia, lakini wanaona kama simu haipatikani. Sungusungu anawaangalia kwa wasiwasi sana wale vijana, lakini yule mama ntilie anawatetea kwa kusema kuwa wanaonekana ni vijana wadogo na, na inaonekana pia ni vijana wa shule, kwa hiyo usiwatilie shaka. Lakini yule sungusungu anasema kuwa siku hizi vibaka wengi wamekuwa ni vijana wadogo tu sasa baada ya Tizi pamoja na Bigi alikurudi kwa washikaji wao na kueleza jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa Wisdom, washikaji zao wanasema kuwa ni lazima watumie nguvu ya ziada ili kupata pesa hiyo, kwani Wisdom inaonekana ni mtu mwenye kibuli na hawezi kulipa pesa hiyo. Kwa hiyo wakaamua kumtafuta jamaa mmoja ambaye waliamini kabisa angewasaidia kumtisha Wisdom ili aweze kuwalipa pesa yao. Upande wa pili tunaona kuna wanakijiji wakiwa pamoja na chifu wao wanafanya kikao ili kuweza kujua namna gani ambavyo wanaweza kukomesha wizi kwenye kijiji chao. Chifu alisema kuwa swala la wizi ni swala ambalo linatakiwa lifuatiliwe na polisi, kwa hiyo waache polisi wafanye kazi yao. Lakini wale sungusungu na wanakijiji wanasema kuwa polisi siku hizi wamekuwa wafanyi chochote, kwa hiyo ni lazima sisi kama wanakijiji tujaribu kufanya namna ambayo itatusaidia kuona ni jinsi gani tunakomesha wizi huu. Sasa baada ya wale vijana wanne kumpata yule jamaa ambaye waliamini kabisa angewasaidia kumtisha Wisdom hadi awape pesa yao, siku moja jioni wakaamua kukutana ili kupanga na jinsi gani ambavyo wangeweza kumwendea Wisdom. Walikubaliana wajimu kesho yake alfajiri saa kumi na moja kabla Wisdom hajaondoka nyumbani. Na kesho yake alfajiri ilipofika, vijana hao wakaanza safari kuelekea kwenye kijiji cha Alu ili wakakutana na huyo Wisdom na kilichowakuta vijana hao usingetamani kabisa kukisikia. Kwa bahati mbaya ya vijana wadogo wanne wanachuo ambao walikwenda kudai pesa yao ya halali, walikutana na balaa zito siku hiyo. Walifanikiwa sawa kufika kwa Wisdom na kwa bahati siku hiyo ndio ilikuwa ni siku ya kwanza kumkuta Wisdom nyumbani tangu waanze kufuatilia pesa yao. Lakini labda tuseme ingekuwa bahati zaidi kwao kama na siku hiyo nayo wasingemkuta, maana kumkuta kwao Wisdom nyumbani kuleta madhara makubwa sana. Baada ya kumgongea Wisdom ili awafungulia mlango, Wisdom akaanza kuwafokea akiwa ndani kana kwamba alikuwa hajui kilichowaleta wale vijana. Na badala ya wale vijana kufanikiwa kuingia ndani, zikatokea purukushani za hapa na pale, na badala ya Wisdom kuwapa wale vijana pesa yao, akatoka nje na kuwaitia kelele za mwizi, huku akijua fika kelele zile za mwizi zisingeacha salama maisha ya wale vijana wasio na hatia Kutokana na hali ya halisi ya pale kijijini, kelele za mwizi zingesikika haraka kuliko kelele zingine zozote zile, na vijana wale wakiwa wanatahamaki kwa kelele zile za mwizi, haraka sungusungu sungu, sungu alikuja na kuwaweka chini ya ulinzi. Wakanyang'anywa vitambulisho vyao vyote vya shule na kisha kufungiwa kwenye chumba kimoja, huku yule jamaa waliyetanguzana naye kwa ajili ya kuwasaidia kudai pesa yao kwa Wisdom akifanikiwa kuwatoroka. Sasa, baadaye wale vijana wakatolewa nje ili wapelekwe kwa chifu wa kijiji ili akatoe maamuzi juu ya wa vijana wale wafanywa nini, kule nje wakakutana na wananchi wenye hasira kali. Vijana wale walipelekwa kwa chifu huku wakiwa wanapitwa kupokea kichapo njia nzima, na walipofika kwa chifu, sungusungu sungu, sungu wakajitambulisha kuwa wamewakamata vijana wale wakiwa wanatekeleza matukio ya wizi kwa hiyo chifu akajaribu kuuliza kwa nini vijana wale wamefanya hivyo, lakini wale vijana wakajitetea kuwa wao ni wanafunzi ambao walikuja tu kwa ajili ya kuchukua pesa yao ambayo walikuwa wakimdai Wisdom. Basi chifu akajaribu kuuliza waonyeshe vitambulisho kama wao walikuwa ni wanafunzi, lakini wale vijana wakadai kuwa vitambulisho vyao vilichukuliwa na sungusungu wakati ambao walikuwa wanakamatwa, lakini wale sungusungu wakawakana vijana wale kwamba hawakuwa na vitambulisho vyovyote ambavyo walikuwa navyo wakati wanakamatwa. Wale vijana walijaribu sana kujitetea, lakini kila wakati walivyokuwa wakijitetea wale sungusungu wakawa hawapi nafasi sasa baada ya chifu kukosa kabisa udhibitisho anaonesha kwamba wale vijana walikuwa ni wanafunzi, basi akaamuru wana kijiji pamoja na wale sungusungu wachukue vijana wale na warudi nao kule ambako anadai kuwa walienda kumfuata Wisdom, na wakikutana na Wisdom, basi vijana hao watakuwa wanatia kwa sababu walikuwa ni wakweli, na kama hawatamkuta Wisdom, basi vijana hao watakuwa wamedanganywa na wafanya chochote ambacho wananchi pamoja na sungusungu wakijisikia kuwafanya kwa watoto wao. Basi vijana wale walichukuliwa na wakafikishwa kule ambako anadai walikuwa wameenda kumfuata Wisdom. Walipofika kule sungusungu mmoja akakutana na picha ambazo zilikuwa zinaonesha

Baada ya hapo, hukumu iliyofuata kwao ilikuwa ni kupigwa na kuchomwa moto mpaka wafe, kama wahalifu wengine au wezi na vibaka ambao walikuwa wakifanywa siku zote pale kijijini wakiwa njiani kuelekea kuchoma moto, vijana wale wakaona polisi, wakajaribu sana kuwalilia polisi wakiombokoa wasaidie, kwani wao sio vibaka, wao ni wanafunzi ambao hawana hatia na walikuwa wamekuja tu kwenye kijiji hicho kwa ajili ya kudai pesa yao. Lakini yule sungusungu akawajita chemba wale polisi na kuambia kuwa wamewakamata vijana hao wakiwa wanatekeleza kabisa uhalifu, kwa hiyo vijana wale hawakuwa vijana wazuri. Na polisi baada ya kusikia hivyo, wakaamua kuachana na wale vijana. Basi wale vijana baada ya kuona kabisa wamekosa msaada kutoka kwa polisi, wakajaribu kuangalia watu ambao wamekuwa wamewazunguka, waka anza kuwatambua baadhi ya watu ambao walikuwa na ufahamu. Tizi akasema kuwa anamfahamu jamaa mmoja ambaye alishawahi kumpelekea viatu vyake kumshonea wakati akiwa chuo, lakini yule fundi viatu akamkana kabisa Tizi kana kwamba hakuwahi kukutana naye. Naye Big L akasema kuwa anamfahamu jamaa mmoja ambaye mara nyingi alikuwa ameenda kwenye stationery yake kwa ajili ya kupindi kazi zake za chuo, lakini yule jamaa mwenye stationery pia naye alimkana, alimkata Big kama kabisa, hakuwahi kukutana naye kwenye maisha. Basi vijana hao mpaka hapo wakosa kabisa utetezi wa kuweza kutetea maisha yao, na wakapigwa vibaya sana na wale wananchi pamoja na sungusungu na sungusungu na hatimaye wakachomwa mpaka kufa kwao, na hapo ndipo tunarudisha mwanzoni. Tunaona kuwa yule picha ambayo tulikuwa tunaiona ulikuwa ni mzimu wa Tizi ukishuhudia jinsi ambavyo miili yao ilikuwa imeteketezwa na kuungua kwa moto. Taarifa zile za kuchoma kwa vijana wale wanne wasio na hatia, Tizi, big help, pamoja na wale washikaji zao wengine wawili, zilipofikia wanachuo wenzao, ziliwasikitisha sana. Wanachuo wale walifanya maandamano makubwa sana kwa ajili ya kujaribu kuona jinsi gani uhalifu ule ulifanya waumizwe sana. Walichoma magari ya watu, wakachoma nyumba na wakafanya uhalifu mkubwa sana wale walichuo, kwa ajili tu ya kuomboleza vifo vya rafiki zao ambao hawakuwa na hatia yoyote, waliokufa kifo kibaya. Na baada ya pale tunaambiwa kuwa watu wanne walikamatwa kwa fungo gerezani. Yule mwenyekiti wa kijiji chao, yule chifu ambaye alishindwa kuwatetea vijana na wale naye, alikamatwa lakini baadaye akaachiwa, ila Wisdom, kijana ambaye alisababisha vifo vijana hao hakuwahi kupatikana mpaka kesho. Hii ni historia ya kweli ambayo ilitokea mwaka elfu mbili na kumi na mbili nchini Nigeria. Ilikuwa ni tarehe tano mwezi wa kumi na moja elfu mbili na kumi na mbili. Vijana wanne wasio na hatia, wanachuo ambao walikwenda tu kwa ajili ya kufuata pesa yao, wakakutana na balazito, wakakutana na kichapo, wakakutana na kitu ambacho kikawachukua maisha yao. Ni jambo ambalo halitawahi kusahaulika nchini Nigeria. Maisikiaje? niandikie kwenye komenti yako. Naitwa DM Andrew, na hii ni DM Andrew Movie Recap. Bye bye, till next time.